aramati a uhoro wa ugikuyu no heani wa irira na uruti wa magongona haho uruti wa magongona ari ni hari riu na mathina maria macokete makonekaho uhoro wa gwitagia ituiku ugetagia gituiku gituiku no gigitio i no no korwo mundu nigetha one maguta ma kuhakwo no nginya akorwo ni we mwene ngoima ire gukiuma maguta ri nake mundu urata ha ni igongo na ri ni agirirwo ni gukoragwo na musayo wa gukiroraga atiriri ati no ugikokire na mathina maingi kuringana na na kuringana na gituiku kiria ngikorwo agitia ri ukorwo uringi wendu ngihota gukinyanira nakio na mundu uru uu riu uraruta magongona maya ri ni we witikirikite ati ni ruriri ugikorwo wee ni witikirikite ni ruriri ri uhana ta mumaciririri na mumathaithaniriri ri githi ndukiagirirwo ni gukorwo woete kamweke o ta karia murekio wa ngai agikorwo akiheana akiheana tondu riu ri uiko uraruta wira wa kunyitirira ri